Habari zenu, karibuni darasani. Leo tunafanya makeup nzuri kama hii ambayo unaiona. Yes. Mwanzo kabisa nilimsafisha mteja wangu na hii naotumia ni styling soap, ambayo inasaidia kulaza nyusi za mteja wangu. Wakati mwingine unaweza kukutana na mteja ambaye ana nyusi ngumu, lakini pia nyusi zimejaa sana, kwa hiyo utatumia hii kwa ajili ya kulaza nyusi. Upande wa wanja nitaweka point upande wa mbele, katikati, juu na chini pamoja na upande wa mwisho kabisa kwenye uwanja. Baada hapo nitakwenda kuunganisha zile pointi zangu hivi ambavyo unaona, ni rahisi sana kama tu utafata maelekezo ambayo mimi nitakupatia siku hii leo. Nitaunganisha pointi hii ambayo ni ya juu na ya chini, nitaenda kuunganisha ile ya juu na ya juu and then nitaenda kupata ile ambayo itakuwa ni final touch. Baada hapo upande wa katikati nitajazia kidogo tu. Wanja ambao natumia ni mapenseli. Kuna watu wanalalamika wanja zinavunjika sana. Yes. Namba ujipatie wanja uwanja shilingi 2000 lakini ni mzuri mzuri mzuri mzuri sana. Hauvunjiki na ni wanja ambao unakoza vizuri. Yaani brown yake unaona sasa ni brown. Concealer ndo ambao nitatumia kwenye kushepu wanja wangu. Kama mteja ni mweupe, tumia concealer nyeupe. Kama mteja ni mweusi, tumia concealer nyeusi. Jitahidi kunyoosha mstari kama hivi ambavyo unaona. Kama inakusumbua kwenye majina basi vyema ukawa na daftari na kalamu, ukawa unaandika. Kwa mfano, nimekwambia natumia concealer, andika concealer. Nimetumia njia penseli, andika. Itakusaidia sana kwa wale ambao mnaanza kujifunza hasa makeup, uwezo wa kariri kila kitu kuanzia mwanzo mpaka mwishoni. Sawa. Hiyo nitatumia foundation kwenye kushape wanja wangu hivi ambavyo unaona. Naomba nikukumbushe kwamba mimi ni Farida Othman. Unaweza kujiunga kwenye magrupu yetu bure kabisa. Unachotakiwa kufanya ni kugusa button nyekundu iliyoandikwa subscribe upande wa chini hapo. Baada ya hapo Nitumie screenshot kwenye namba ambayo unaiona kwenye screen sawa. Kama ulisha subscribe, haina haja, wewe nitumie tu screenshot. Nitakunga kwenye group letu, ni bure kabisa. Kwa hiyo utajikuta, endelea kujifunza baadhi ya vitu vingine, sawa sawa. Okay, hivyo baada ya kuchora wanja wangu, nitaenda kwenye upande wa eyeshadow. Eyeshadow nitatumia eyeshadow base ambayo unaiona zipo kwa shilingi elfu ishirini na tano, itasaidia mimi ishike vizuri. Vizuri. Kuna wengine ambao mnatumia eyeshadow, unapaka eyeshadow lakini haikolei, rangi zile hazishiki, nyeupe haionekani kwa sababu hauna base. Yaani kila kitu kinahitaji msingi ambao utakuwa amba amba ni mzuri. Huko pembeni natumia poda ambayo ni ya brown. Unaweza kwenye eyeshadow palette yako ukatumia shade ambayo itakuwa ni ya brown. Mwisho ni kabisa huko nitapaka eyeshadow ambayo itakuwa ni ya pink. Alafu mbele nitapaka rangi ambayo itakuwa ni nyeupe. Jinsi gani napangilia rangi zangu, basi naomba angalie video hii mpaka mwisho. Umeona pink yangu naitumia. Sawa. So, nimetumia eyeshadow palette ya kawaida tu, lakini kwa kuwa tayari nilishatanguliza base upande wa chini lazima eyeshadow yangu mimi itashika vizuri. Sawa sawa. Kwa unaweza ukawa una, una eyeshadow palette nzuri za gharama lakini end of the day hazishiki kwa sababu hauna base. Jamani una saluni njoo ununue eyeshadow base F25 namba yangu unaona kwenye screen hapo. Sasa upande wa mbele kwenye palette yangu aa, ya poda mimi hiyo ina rangi nyeupe. Tutumie rangi yangu tu nyeupe. Mbona nilivyoshika vizuri? Sasa kwa mnahitaji seti za makeup zipo kuanzia laki mbili, laki tatu, laki mbili na nusu, laki tatu na nusu. Mabegi ya makeup yapo laki moja kwa laki moja na nusu. Kwa hiyo karibuni sana sana sana muweze kujipatia vifaa vya makeup. Na uzuri ni kwamba ukinunua sisi vifaa kwetu, darasa ni bure wiki nzima. Karibuni sana sana sana. Okay. Kwa hiyo baada ya kupaka shadow yangu tutaenda kupaka eyeliner. Baada ya eyeliner nitaenda kupaka wanja chini ya macho kama ambavyo nitakuonyesha hapa. baada hapo, sasa tutaendelea na hatua nyingine. Hatua itakayofuata ni hasa upande wa akubandika kope, lakini make sure kwamba unakuwa makini usio kumuumiza mteja wako. Kama utakuwa na swali na chochote, niandikie kwenye comment hapo chini. Unahitaji kujiunga kwenye magrupu yetu pia, tunakukaribisha sana. Okay, haya. baada hapo, nitakwenda kuapply Uh, foundation yangu kama hivi ambavyo nitakuelekeza hapa. Foundation make sure kwamba una blend hii blend blend blend, isambaze vizuri sana. Sambaza kila mahali kwa sababu usiposambaza foundation vizuri mwisho wa siku hata ile poda haitoka vizuri kwa hiyo ni kitu ambacho wewe unapaswa kukizingatia. Wakati mwingine unatumia foundation za gharama, foundation nzuri, lakini kwenye kublend basi inakusumbua. Usipoblend vizuri, basi hata foundation yako pia haiwezi kukaa vizuri. Lipstick yangu naweza kuitumia kama blush, ni hii ambayo nakuonyesha kwenye screen, lakini pia sio lazima sana kwa wewe ambaye mwanafunzi wangu ndio unaanza kujifunza hasa makeup. Kwenye contour na highlight nitakwenda kutumia concealer ambayo itakuwa ni nyeupe kuzidi rangi ya mteja wangu. Sehemu ambazo nitatumia ni hasa chini ya macho, humu kwenye mshipi wa pua, juu ya mdomo na chini ya mdomo. Nitakwenda kublend kwa kutumia beauty blender. Sawa sawa. Jamani, seti ambazo tunakupa ni nzuri, ni nzuri, ni nzuri sana, lakini pia tunao vifaa kwetu, na kukumbusha, darasa ni bure, wiki nzima utaingia darasani, tutakufundisha vizuri. Upo nje ya Dar es Salaam, mikoani, tunatuma kwa uaminifu, kwa tunakaribisha sana kwa baada ya kublend uh, makeup yangu kama hivi ambavyo unaona. Hatua itakofuata sasa, nitakwenda kupaka powder. Kama mteja ni mweupe, utatumia powder ni nyeupe. Kama mteja ni mweusi, utatumia powder ambayo ni nyeusi. Kwa hiyo itabidi uzingatie hilo. Ukikosea uki, uki kidogo basi mwisho wa siku utajikuta mteja wako amaliza kumremba vizuri na amebadilika yani hajawa ile rangi ambayo ulikuwa unahitaji. Kwa hiyo uzingatie rangi hasa kwenye foundation, hasa kwenye poda. Sasa kwa hiyo tupake poda kulingana na rangi ya mteja. Baada ya kupaka poda uso mzima nitaenda kutumia setting poda yangu. Na kila hatua hakikisha una brush yake. Kama umenoti kwamba mimi kila hatua ninatumia brush tofauti tofauti. Baada ya hapo nitakwenda kutumia setting powder, nitapaka zile sehemu ambazo tulipaka concealer. Zile sehemu ambazo tulihighlight. Sasa wengi mshazoea kuita banana powder, it's okay. Kwa hiyo nitaenda kutumia uh, sponge yangu ya puff powder and then nitakwenda kuapply. Baada ya hapo nitakwenda hatua ambayo inafuata. Ambao mnahitaji kujifunza makeup, karibuni sana. Shoo chochote kipo Dar es Salaam Tegeta Nyuki tunapokea mwanafunzi ambaye hajui kabisa. Tutakufundisha makeup, tutafundisha kusuka, kupamba maharusi, vitu vyote ambavyo vinahusiana na saluni kwa ujumla. Una swali na chochote, niandikie kwenye comment. Ukiangalia kwenye screen kuna namba ya simu ambayo wewe una uwezo wa kuwasiliana nasi, kwa hiyo tunawakaribisha sana sana sana. Baada hapo tutakwenda kupaka highlighter kwenye mshipi wa pua, kwenye mashavu. Mwisho kabisa nitakwenda kumalizia na lipstick yangu. Sawa sawa. Lipstick ambayo natumia mimi, natumia lipstick ya palette. Ni palette ambayo ina rangi nyingi, kwa utachagua rangi ambayo unahitaji sawa so, lakini kama utakuwa hujaelewa chochote, basi niandikie kwenye comment. Nitumie rangi ambayo inaenda kwenye purple, kwenye pinki so pinki. Then baada hapo nilifunga mteja wangu kilemba na huu ni muonekano wa mwisho. Hichi kilemba nitakwenda kuwafundisha hapa hapa kupitia YouTube channel ya Farida Osman. Kukumbushe mimi Farida Othman, jiunge na magrupu yetu ya WhatsApp uzidi kuwa karibu na sisi, lakini pia karibuni sana mafunzo ya live, tunakupokea hata kama huna idea yoyote. Asante na endelea kujifunza nasi. Nikukumbushe tu usiondoke bila kusubscribe, ni nyekundu iliandikwa subscribe. Bye, bye.